Story ambayo sasa hivi tuko nayo ni kuhusiana na mwanamuziki wa bongo flava bana Vanilla ameweza kuweka wazi kwamba wanaenda kuachilia wimbo pamoja pamoja na Ibra na inafahamika kwamba Ibra sasa hivi yupo kwenye bonge la, e, midi, lipe, moja la msala ambao inabidi sasa lipe bilioni moja ili mradi aweze kutoka pale kwa gang, na baadhi ya watu wengi sana kutoa mitazamo yao kwamba pengine inaweza kuwa ni kiki, e, labda namna gani aweze kutengeneza mazingira ili mradi kuweza kuboost kazi yake, na inafahamika kwamba ameshaachilia wimbo ambao unakwenda kwa jina la copy and paste ambao kwenye huo wimbo kuna maandishi mengi sana mule, kwa wale washikaji ambao ni wapambanaji, ameinspire watu wengi sana mule ndani. Lakini hasa hivi kwa upande wa Vanilla, ameweza kuthibitisha kwamba wanaenda kuachilia track ya pamoja ambayo inakwenda kwa jina la Koki, ambayo itatoka rasmi, itakuwa ni siku ya Ijumaa. So ni kwamba kwa upande wa Vanilla, siku nne ambazo ziliweza kupita, aliweza kupost eh, post yake ya mwisho eh, kabla ya hii ya eh, kwamba anaenda kuachilia wimbo pamoja na Ibraah, ambao wimbo huo unakwenda kwa jina la Koki. Siku nne ambazo ziliweza kupita aliweza kuweka post ambayo ilikuwa ni ya kwake yeye pamoja na Ibra, ambapo kwenye hiyo post ilikuwa imeambatanishwa na caption, ambayo caption hiyo ilikuwa inasema kwamba wanasema neema haikosi vijicho, lakini pia alisema kwamba wanasema ubaya haukosi malipo. Na hichi ndicho nakiona kwa hawa people, inaonekana kabisa kwamba hiyo pengine inaweza kuwa ni lyrics ya wimbo wa Koki pengine mimi na wewe hatuelewi kinachoendelea lakini eh, good news ni kwamba siku ya Ijumaa basi ndio itakuwa ni siku maalum kabisa ya kuweza kubank pamoja na huo wimbo ambao unakwenda kwa jina la Koki tupe mtazamo wako kwa wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now eh, kutoka 254 UG Uganda, Wize tuambie until next time bye